ni mwenye kupita katika njia dhata ya yaumin, siku moja hivi, faraa atfalan, akawaona watoto, yalabuna, wanacheza, wa fihim sabiyun, na ndani yao katika watoto hao kuna mtoto ismuhu Abdullah, yule mtoto jina lake alikuwa anaitwa Abdullah. Fa lama raa alatfalu Umara Pindi watoto walipomuona Umar radiyallahu anhu, harabu, wamekimbia illa Abdullah, isipokuwa Abdullah. Faqad baqiya fi makanihi, alibakia katika sehemu yake walam yahrub mithlahum, na wala hakukimbia mfano wao. Faqala lahu Umar, akasema kumwambia: ee Umar, ma lak lam tahrub ma ashabik, una nini wewe au kimbii pamoja na rafiki zako?

Zimbar na muite ni vivinyila. Lakini Zimbar ni ni mdudu ambaye anafanana na dondola. Yule ambaye anachukua udongo anakuwa anajenga nyumba yake katika mjumba, sehemu yote anachukua udongo anajenga nyumba yake. Mithili ya dondola, yani anafanana na dondola kimeumbile. Kime isipokuwa ya nyumba yake anakuwa anajenga kutumia udongo, anachukua udongo. E, alafu anaangalia sehemu kama kwenye nyumba au kwenye mti anakuwa anaweka udongo wake kwa ajili ya kutengeneza nyumba yake. Ndio naitwa Zimbaru.

Bain alazhari aljamila, kati ya maua mazuri, wa raihati alzakiya, na harufu nzuri, maa anni, pamoja na kuwa akika ya mimi, au pamoja ya kuwa akika ya mimi, akbaru min jisman, ni mkubwa zaidi kuliko wewe kiwiliwili wa ajmalu shaklan, nani mwenye umbo zuri? wa ahsanu mandhara, nani mwenye mandhari mazuri? walakini an-nas yubghiduna, lakini watu wananichukia. Wayutariduna, na wananifukuza. Wayasauna liibadati, na wanafanya haraka katika kuniangamiza. Faqalat lahu an-nahla, ayuha al-maghrur, iwe mwenye kughurika E, bikibari jismi kwa ukubwa kiwiliwili wil chako, wa jamali shaklikana uzuli wa umbo lako. Inna nnasa hakika ya watu la yahumuhum jamalu mandhari yani haiwapi umuhimu wa wao uzuli wa mandhari yako, wa husnu shaklikana uzuli wa umbo lako. Madumta e, shiriran muudhia hmm. muda wa kuwa wewe ni washari mwenye kuudhi Fahum wao yubghidhunaka, wanakuchukia wewe, wayatrudunaka, na wanakufukuza. Itiqa lasik wa dararik, ni kujikinga na mng'ato wako, sababu naogopa usiwang'ate. Itiqa lasik, kujikinga na mng'ato wako, wa usiwang'ate, wadhararik na madhara yako. Wayukrimunani lianni anfauhum na wananikirimu na mimi kwa sababu mimi ninawanufaisha wao. id ukhriju lahum, pindi ambapo ninawatolea wao asalan ladhidan ladhidha, taam asali yenye ladha tamu adhima, anafi yenye manufaa makubwa. Ama anta, ama wewe, fala yanaluhum minka, haiwapati wao kutoka kwako kwa kwa illa ladha wadharar, isipokuwa hudia na madhara. fahadi la zimbar akauna haya yule zimbar